Miezi minne tu baada ya DB Cooper kutoroka na dola laki mbili, mtu mwingine alifanya hivi hivi jambo lile lile na alifanikiwa zaidi. Jina lake ni Richard McCoy, na wengi wanasema yeye ndio DB Cooper wa kweli. Kwa sababu gani? Mimi sijui. Ungana nami, mimi ni Saif Mahmud, Roy Africa the storyteller, mwanzo mpaka pale panapoitwa mwisho. Leo tunamzungumzia mwanafunzi wa sheria na mwanajeshi wa Vietnam ambaye alikuwa ni baba wa watoto wawili uh, ambaye aligeuka kuwa mhalifu bora kuliko filamuni. Bonyeza subscribe na kengele sasa hivi ili uzidi kuinjoy hii, hii itakushangaza. Ndege ya United Airline flight 855 kutoka Denver kwenda Los Angeles. McCoy anavaa wigi, miwani ya bandia na anabeba begi. Anamwambia mhudumu wa ndege, nina bomu na bunduki, nenda kwa rubani mahitaji yake yalikuwa ni dola laki tano zaidi kuliko kupa na parachuti nne, ili polisi wasimpe parachuti feki. Alibeba typewriter ndogo ili kuandika maelekezo, alibeba grenade mbili, bunduki na handcuff. alimfunga mhudumu mmoja katika kiti cha rubani ili asiangaike, ndege inarudi Provo uta nyumbani kwake. Anapewa pesa na parachute, abiria wote wanashushwa, kisha anamwamuru rubani arushe tena ndege, ila raundi hii arushe chini sana, futi elfu tatu tu na mlango wa nyuma wake wazi. Saa 8 na dakika 45 usiku anaruka na pesa zote kilo 30. Anatua kwenye shamba la nyanya karibu na Provo, na gari lake linasubiri hapo hapo. Anaendesha, anaenda nyumbani kwake, anaingia, anakula chakula cha jioni na familia, kawaida tu. Lakini sasa ndoto inapoanza kuwa ndoto mbaya, alifanya makosa madogo mawili. Unayojua hayo hadi hapa? Je, unafikiri alikamatwa au alitoroka milele? Andika kwenye comment section, wewe unafikiri alikamatwa au alitoroka. Kosa la kwanza alilolifanya alimwambia rafiki yake wa karibu kila kitu, na rafiki yake akatoa taarifa kwa FBI. Kosa la pili alitumia gari lake mwenyewe kusubiri polisi. Walipopata maelezo ya gari, walimpata kesho yake tu. FBI walivamia nyumba yake, wakampata na pesa zote bado hazijagawanywa, zilikuwa ni US dola laki nne Tis mia akahukumiwa miaka arobaini na tano, lakini McCoy hakuwa amemaliza. Agosti 1974 anatoroka gereza pamoja na wenzake watatu, kwa kutumia bunduki za dawa ya meno yani, toothpaste guns. Baada ya miezi mitatu tu ya uhuru, FBI walimtafuta Virginia, walipomwona marafiki zake wakamwambia FBI speed up. McCoy alijaribu kutoa bunduki, wakampiga risasi mara nne, pap, pap, pap, pap. Alikufa papo hapo umri wa miaka 31 tu. Richard McCoy alifanya kila kitu bora kuliko DB Cooper, alichukua pesa zaidi, aliruka salama, alifika nyumbani, lakini tofauti moja tu, yeye alipatikana. Kama video hii umeipenda, bonyeza like na subscribe. Video inayofuata hapa chini itapokea mahalifu aliyeiba ndege mara mbili bila parachuti. Imeandaliwa na kusimamiwa na Salimu Msani nani? Ni storyteller wako Roy Africa Mahmud, ciao.